Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Amini usiamini, kijana mmoja kwa jina Joseph Ombogo alikamatwa kwa madai ya kuiba simu ya mwendesha mashtaka katika mahakama ya Kibra. Ombogo ambaye tayari ni mshukiwa katika kesi ya unajisi, ambao alikuwa amefika kotini kusikiliza, sasa amejikuta akihusishwa na sakata nyingine ya wizi mshukiwa huyo amekamatwa pamoja na mwenzake eneo la Kawangware na anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kibra, akitarajiwa kufikishwa mahakamani hapo kesho. Leo katika mahakama ya Kibera, Joseph Ombogo, mshukiwa wa kesi ya unajisi inayoendelea, amekamatwa kwa kosa la wizi wa simu. Ombogo aliripotiwa kuandamana na baba yake ili kuulizia tarehe ya kusikilizwa kwa kesi yake ila walipokuwa ndani ya mahakama, mwendesha mashtaka aliyekuwa nao alitoka nje kwa muda mfupi, akiacha simu yake mezani. true mechukua simu kotini. Kuchukua niliokota, iko hapo. Kuchukua mm. Kuchukua nilichukua, kutoka kwa mtu niliipata hapo juu. Kuchukua niliipata tu hapo, na ilikuwa na karatasi, karatasi zingine hapo, ilikuwa karatasi hiyo karatasi, karatasi ni lini? Leo tu. Aliporejea mwendesha mashtaka aligundua kuwa simu yake haikuwepo, na hivyo kuanzisha msako wa haraka. Picha za kamera za CCTV ndani ya mahakama zilionyesha Ombogo akichukua simu hiyo na kuondoka kimya kimya. Maafisa wa mahakama na wapelelezi waliungana na kumfuatilia mshukiwa baada ya baba yake kumpigia simu kurejea mahakamani. Ombogo alikamatwa alipofika mahakamani. Wakati wa mahojiano, Ombogo aliwaelekeza wapelelezi Kawangware, ambako mshukiwa wa pili anayeaminika kuwa sehemu ya mtandao wa wizi wa simu alikamatwa. <tuhi> Washukiwa wote wawili kwa sasa wamezuiliwa katika kituo cha polisi cha Kibera huku uchunguzi ukiendelea. Naomba hiyo simu ipatikane. Huyu msichana mwenye amempatia simu anamjua. Amwambie atuletee simu. Huyu msichana apewe simu ama apewe ndugu yake waniletee kwa nyumba, nilete kwa madam. Hiyo ndio naomba. Kwa sababu hii kesi mbili hii kijana atakufia hapa ndani. Asante. Ombogo anatarajiwa kufikishwa mahakamani kwa mashtaka mapya hapo kesho. Ode Francis, runinga ya Citizen Nairobi.